Lillahi bwana, mmealilia sana, kalia sana, akiangalia zama za sasa. Wapo wanawake wanaojua daraja la waume, wapo wanawake wanaojua heshima yetu, thamani yetu wanaijua. Wako wapi wanawake kama hawa? Bwana, mmealilia. Wanawake mliokuwepo zama za sasa, hamjui daraja na heshima ya mume. Sana sana, mkijitahidi umemuudhi mume, mume anakuambia hapo, umenikera Utajitahidi unaanza kutupa mwanangu, ya kwanza msamee b hey, msamee mwisho, kwani wewe ufanyagi makosa? Yaani ndo analepo hapo ndo anaomba msamaha ukijichanganya uja msamehe, anavuta shuka yake analala, hana habari kwamba akifa usiku anakufa hali ya kuwa hajaridhiwa na nani? Na Allah, hana habari. Je, wanawake mnajua daraja letu? Mara ngapi mnatuudhi? Wewe binti unamuudhi mumeo, mume kila akikukanya utaki uta kutambua mwanamke mwenzenu anaweka miguu. Ndio nyinyi leo mnalalamika, siku hizi kuna wanaume, siku hizi kuna wanaume, na sisi tunasema siku hizi hamna wanawake, mpo micharuko. Mwanamke mwema ndio starehe ya dunia, wanawake micharuko ndio maangamizi ya dunia. Dada yangu wewe, starehe ya dunia ama mcharuko wa dunia? Dada yangu nasema na wewe yani mwadharauni wako wewe Hebu jitathmini. Naam, wanaume wanaume, haya ndio mazingira yule bwana alilia, kwa sababu nivyo hivyo, hakuna wanawake jamani, kwa kusema mwanamke anatakiwa amtii mumewe. Leo tatizo kubwa katika majumba wa Islamu, badala ya wanaume kutawala majumba, leo wanawake wanatutawala ndio maana wanawake wamekosa adabu. Wale wanaume wengi, hatuna sauti ya kuamrisha wake wavae hijabu, hatuna sauti ya kuamrisha wake waende darasa, hatuna sauti ya kuamrisha wanawake wasali sala tano. Ni wanaume wangapi leo mnasali wake zenu wa wasali? Hey, mwanamke uliolewa ndoa ya Kiislamu, mumeo mwema, mumeo anasali, mstaarabu, kila akikuamrisha hijabu utaki, wewe kila akikuamrisha sala utaki, kila akikuamrisha wende darasa utaki, lakini mikutano mingine kiele unaenda ila kwenye dini uendi. Eti sauti za kukuita kwenye ushenzi unazisikia, lakini sauti ya kumtii mume uisikii. Inna lillahi! Wanaume tunafanya juhudi gani dini ipate heshima yake? Tunafanya juhudi gani dini ipate heshima? Hakuna taasisi ambayo ikitulia dunia imetulia, lakini taasisi hiyo ikipuuzwa, dunia nayo haina maana, haina maana, hata sisi wachamungu hatuponi wewe wewe, na tukisali sala tano umekamilisha? Mke unakwenda uchi, kwa sababu alikuwa kwa kuna maana, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, hakika baadhi ya wake zenu na watoto ni maadui. Watakushtaki siku ya kiyama, utaangamia. Hebu yanki angalia, unapiga ibada kweli kweli, ushaacha ujinga wa zamani zamani, historia yako unaijua ilivyokuwa na mabonde na mashimo, ulizini sana na watoto ulizaa hapa na pale, uligomboa kama uliweka rehani, lakini kafika mara, ukasema godi inatosha, nimesalimu amri leo. Una mwaka wangapi? Unasali? mbona sali? mbona mke asali? mbona mke ana hijabu? anakula riziki unayotafuta wewe, ndio unamhudumia. Unahudumiaje tari kuswala kwenye nyumba? Ndio nyinyi wanawake, kila na saa mnaopewa mtaki, mkija kupigwa chini, mkiachwa mnatabia kulalamika. Kuna wanaume hata sio waoaji. Kumbe nenda katangaze, mimi nimeshindwa maisha ya dini, mimi kafiri. Kasemeni ukweli ukweli, hamsemi ukweli. Baba anasema sm ukweli hawasemi ukweli mabwana wallahi swala la mwanamme kutiwa ijue nafasi yako wewe ni wali we, we, wewe ni kawamun wewe, kawa wewe ni msimamizi usikubali unyang'anywe madaraka jamani mwanamke akikunyang'anya madaraka ile unaanza maisha anakucheki namna nani your administration style system yako ya utawala kujalijali msimami yani upoupo tu. Sasa wanasema if you lose a target to become a target. Ukipoteza shabaha utafanya wewe kuwa nini? Kuwa shabaha. Kwa hiyo kwa kuwa nyumba dini aina ukafiri utaingia. Kwa hiyo nyumba hizo utakuta zinapiga miziki, nyumba hizo Qur'ani hamna. Wanaume wanabakia wanasali sala tano, lakini wake zao wanakwenda uchi. Hivi kweli wewe mwanamume umeoa mke unamwamrisha ajabu, anakwenda uchi? Jiongeze, huyo mwanamke anaziniwa ule mwili wake ni mali ya wewe. Wewe ndio una haki ya kuona, na kwenda uchi, maana yake anawaanikia wengine wasipate tabu kumtongoza. Yupo sokoni, anaziniwa. Anaona akivaa maguo hawatamwona haraka, hawatamtongoza anaamua kukaa uchi, ili anawaanikia wamwanue wanaume. Tuko wapi? Tuko wapi tuliopewa mamlaka ya uchunga? Mungu katuteua tuwe wasimamizi, leo mbona tunasimamiwa? Mungu ametuteua tuwe wachunga, mbona leo wachunga uchunga tumepokonywa? Wanawake wasikii, tuko hapa. Wanaume tunafanya juhudi gani turudishe heshima hii? Ndugu zangu, ni watukufu wa Kiislamu, wallahi, kama tukikubali stahili ya maisha hii, kusali kwetu hakuna maana, na tunakwenda kuangamia siku ya Kiama. Kwa hiyo, hebu masikio yetu mbali ya kuwa tunasikiliza sana mambo ya mipira, mambo ya kipumbavu, hebu tusikie maneno haya ya Mungu wasmau wa atiu, sikilizeni maneno ya Mungu mpate kutekeleza. Ninyi ni marehemu watarajiwa, andaeni majawabu kwa Mungu. Maisha yetu hebu tuneni pamoja, inna salati, tuneni pamoja, inna salati wa nusuki wamahayaya wama lillahi. Tunalijua hilo tamko. Vipi sasa maisha yetu yapo kwa ajili ya dini? Vipi ibada zetu? Wanawake wanakwenda uchi majumbani Tumevuta bange, tumekosa kujua nafasi yetu mabwana. Kwa hiyo haki yetu ya kwanza kwa wanawake ni utii. Kila mwanaume anayesikia sauti hii hakikisha mwanamke akunyang'anye mamlaka, na ili uweze kuwa na nyumba yenye utii inatakiwa urudi katika Qurani na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad. Lazima ibua msingi wa wema na utiifu, ndio mwanamke atavaa hijabu. Dini ikikosekana, mke atakwenda uchi, hawezi kukutii wewe kwa sababu hajui thamani Hebu tujipange, tuendeshe semina ili wanawake wajue tatizo. Wanawake wanaolewa hawajasomeshwa, wajue thamani ya nini, ya mume. Nani wa kulaumiwa? Wanaume, nani wa kulaumiwa? ni sisi wanaume, jamii ya Kiislamu, maimam maimam, tubebe ajenda tu programu, semina za ndoa ili watu waweze kumjua Mwenyezi Mungu, waitende haki dini. Tubebe ajenda ya dini, mabwana, tuibebe dini, tusibebe ubabaishaji mabwana. Haki yetu ya kwanza, naomba nifunge hapo na kwenda haki ya ngapi jamani? Haki yetu ya pili, ziko tano tu, tuseme inshallah. Haki yetu ya pili, wanawake wanatakiwa watufurahishe. Hadithi kama mlivyosikia imesema adunia matau wa khairu mataiha almaratu saliha, dunia ni starehe. Tamu ya starehe ya dunia ni kumpata mke mwema. ni katika mazingira ya kawaida, sisi wanaume tunakumbana na changamoto mbalimbali mbali za utafutaji katika maisha, tunakumbana na changamoto za kufanya harakati za kidawa, tunaudhiwa, tunakasirishwa, tunatamani, tunaporudi nyumbani tukute wanawake watakao tupoza tukute wanawake watakao tupa maneno mazuri, au mnasemaje mabwana? Sasa mfano mzuri historia nzuri ambayo inanoga na ni mfano wa kuigwa ni historia ya mke wa mwanamtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyu ni bihadija radhiallahu anha, huyu ni mwanamke wa kuigwa ni mwanamke wa mfano. Eh, namna gani bihadija analifiti goli bihadija anathibitisha ana, ana yeye ni mwanamke kikweli, rejeeni katika historia Mtume sala salam amemoa Bi Hadija akiwa na miaka ishirini na ngapi? Na tano. Bi Hadija akiwa na miaka mingapi? Arobaini. Oke tu okay, kwamba mume alikuwa na miaka michache, mume ana miaka, mke ana miaka mingi, mume ana miaka michache. Mungu anaanza kumpa mke mtume wake aanze kupata utulivu. Mungu akiwa anajua mbele ya safari, mtume atapewa silaha ya kuanza kuusimamisha Uislamu, anahitajiwa lazima apate daktari wa akili, apate mtu wa kumtuliza. Hapa amepewa mke mtu mzima. Akupewa mke ni jamani, mtoto ulipo darasa la kuzingatia Hebu masikio yetu yasikie maneno ya Mungu, tusifanya hatuna hamu. Hapa tunaona mwaka wa arobaini anakwenda kule pangoni, lakini wakati anakwenda mtu mzima dawa, akawa anapeleka masurufu, anapeleka chakula, wala hakulalamika, inakuwaje? Umenioa karibuni kila siku pangoni, maisha ya miatasi yawezi swaga swaga nyingi. Hakuna, anapeleka anarudi, yule mama safi, smart, mtu mzima dawa. Kwa hiyo siku hiyo sasa baada ya kutokana na Jibril alipoambiwa Iqra, asoma akasema sijui kusoma. Tunaambiwa alipewa pokshani kidogo ya kubanwabanwa, ndipo alipotoka, anarudi nyumbani, anatetemeka, anamwambia mke wangu eh, mke wangu, hakika leo nimetokewa huenda na pepo, anatetemeka. Bi Khadija anamwangalia hapa. Sasa mwanamke anacheza no nafasi yake, aambia tulia, mume wangu Allah aweze akakuacha, udhurike wewe ni mwema, unawasaidia wenye viki, haji mtu nyumbani kwetu akaomba sadaka akaondoka mikono mitupu, umkarimu kwa wageni, majirani. Allah aweze kukuacha kwa hiyo, naomba mume wangu, yaani uwe na matumaini, Mungu akuachi. Haswa haya maneno haya hivi, ule wasiwasi, msongo ule wa mawazo liokuwa nao mume, kwa maneno haya umeshuka, ujashuka? Sisi wanaume tunahitaji tunaporudi majumbani, tumetoka sehemu za utafutaji, tunakutana changamoto za kuvurumiwa. Unaweza ukanunua mzigo, unauza ngoma mpaka jioni hujapata hela, au mnasemaje michongo, unafunga breki mpaka zinajamu, mpaka unachanganyikiwa. Sasa unaporudi nyumbani umkute mke acheze nafasi yake, yaani akupa utulivu wa nini? Jamani, wa akili, akili tulizwe, angalia Mwanamke mwingine namwambia mme wake, mme wangu amerudi. Mme baada ya kumpokia ambia, mme wangu, naona unawaza sana, usijali baby, naona unawaza sana kuhusu pesa. Unajua mme wangu, pesa inaweza ikanunua kitanda, lakini hainunui usingizi. Pesa inaweza ikanunua kitabu, lakini hainunui elimu. Najua mme wangu, watu wanasifia sana kila kitu, pesa pesa, pesa. Mme wangu, sio kila kitu, usijali inaweza kununua chupa za damu mgonjwa ajaziwe, lakini kama kaandikiwa kufa anakufa. Kwa hiyo pesa hainunui uhai, au mnasemaje? Pesa hainunui uhai. pesa uhai mume wangu, kama heshima yako umeivuruga pesa haiwezi kanunua nini, heshima ile. Inaweza kununua cheo lakini hainunui heshima. Lakini kubwa kuliko yote mume wangu, pesa ina uwezo wa kununua ngono lakini hainunui mapenzi. Ninyi mnasemaje? Kwani kila anayeziniwa mwanamke mapenzi, au anatafuta hela? Hela kwa hiyo haya maneno, mwanamke anatakiwa atulie. Kwa hiyo hata kama ulikuwa na msongo, nakutuliza mwanangu, unatulia kwanza, yale maneno mazuri yanatangulia, na ndio tumezoea sisi wanaume. Kimaumbile inatakiwa tupate wanawake watakaotujua sisi, watuweze kutuliwaza, na ndio ikaja katika Qurani, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha Mungu anasema na katika ishara alama zinazomtambulisha ni kule kuwaumbeni katika jinsia mbili, akawafanya wanawake wawe wadau wa kuwatulizeni nyie wanaume. Wanawake wanatakiwa mtutulize sisi, nyie wanawake mtutulize sisi akili na mtutulize mwili. Hapa utulivu nakuja, kwa maana hapana utulivu wa mwili na nini? Jamani, na akili. Tendo la ndoa linatuliza mwili na nini na akili. Maneno mazuri yanatuliza nini? Akili. Asilimia sabini ya msisimko wa mwanamume katika mapenzi unategemea utulivu wa nini? Wa akili. Mwili ni asilimia thelathini. Kwa hiyo hizi dawa zote mbazo zinazouzwa, nyinyi wenzangu, mnauza madawa, msinichukie, kitaalam, ninyi mnashughulikia asilimia thelathini wakati asilimia sabini za hamasa ya tendo la ndoa kwa mwanadamu zinatokana na nini jamani? Na akili. Akili kivurugu, hata ule midawa koki midawa oga mingine chamba hamna kitu <laughs> na ndio maana wahadhiri wengi msikitini wakipita wao ni kuuza nini jamani? Madawa tuna nyii ndio maweza mnayapenda, inawezekana msikiti koki pale mbili hamna mchangia mtowi, lakini mkija kuuziwa madawa nyati wani kiki kule. Mmoja jana nimesikia ta king'amuzi, yani nakamata kweli kweli <laughs> mnakula yale hamna cha kungamua chochote, pale pale chali kume. Bado hamjapata shule, hamjajua tatizo lenu. Kwa nini hamna nguvu za kiume? a funguke msifunguke habari e, ndio hiyo <laughs> wauza dawa safi wanatibia asilimia, wana sehemu yao, lakini pia watu wanatakiwa watibiwe nini jamani, akili. Hii mada hii nitaileta siku ingine, tuseme inshaallah, ntakuja na tiba ya nini jamani, dalili nane za magonjwa ya akili zinavyowafanya wanaume wanakosa stimu. Chezea wewe, yaani hapo hutoki. <laughs> Naam, tuendelee. la ilaha ila Allah. Ndugu zangu, ni watukufu wa Kiislamu, mwanamke anatakiwa sasa, anapoolewa aje kutufurahisha. Msikilizeni, mwanamke starehe ya dunia amefika katika ndoa ile siku anaolewa mume. Anahadithia bwana mmoja Shalihil Qadhi, anamhadithia Shaabiyu namna anavyofurahia maisha ya ndoa, kisa kitamu sana eh. Shalihil Qadhi anamwambia Shaabiyu, wallahi, ile siku nilipoa, walipoondoka watu, nikaingia ndani kwenda kumwangalia mke wangu. Nilipomwangalia, macho yangu yakastaajabu, uzuri wa yule mke. Ni mzuri kupita maelezo. Ah, sikuamini. Pale pale fasta nikamwelekea Allah, nikasali na kaangapi mbili. Wakati natoa salamu mke naye anatoa salamu. Ah, uzuri umenichanganya, na dini hiyo inanichanganya, nilikushaje? Baada ya hapo ndipo nilipomchukua mjumbe, nikamtuma kuelekea kwake. Mjumbe yani mkono kwenda kumpapasa, nimeleweka lugha hiyo. Nikamtuma mjumbe, nenda peleka salamu kama tunataka nije, anza we mjumbe. Mjumbe akaenda akapokelewa mikono miwili, ndipo mke akasema, ewe mme wangu, mjumbe uliyemtuma mtuma nimemwona, amempokea kwa adabu, anamkumbatia ule mjumbe. Mme wangu, naomba niseme na mme wangu mimi, ni mwanamke mgeni kwa kwanza. Akamwambia namshukuru Mwenyezi Mungu na kumtaka msaada na namtakia rehma na amani mtume na watu nyumbani kwake. Mme wangu, mimi ni mwanamke mgeni kwenye ndoa. Lakini mme wangu, mimi ni mwanamke mgeni kwako sijui tabia yako. ningependa yale unayoyapenda unaambie nini nikufanyie, ya na yale usiyoyapenda naomba unaambie, ili nisiyafanye. Nahofia kukuudhi. Wewe ndio bosi wangu, mme wangu. Mme wangu, naamini huko ulikotoka kulikuwa na wanawake wengi, lakini hukuwaona. Na mimi nilikotoka kulikuwa na wanaume wengi, hawakuniona. Bila shaka, Mungu amepitisha kadari mimi na wewe tu mke na we wetu, we nani na mume mme eh, Anaongea mjumbe, mkumbatia, tambua, Mungu amekumilikisha mke. Mungu huyo huyo anakuhusia, kaa naye mke kwa wema, ikibidi kuachana uachane naye kwa wema. Mme wangu, sasa mjumbe nimemkaribisha, namwomba mjumbe sasa mwambie anachokitaka kwamba amepewa, ameshamilikishwa. Karibu nasemaje, mabwana? Wewe usha kufanyiwa hivyo